alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo sifra juma mosi tarehe ishirini na nne mwezi wa nane elfu mbili ishirini na nne. Alhamdulillah, nje ya madrasatu Mujahidin, ambapo katika kidiji chan namosi waakaa

nangokiwala wilaya ya Kilwa kata ya watu pande Vigoma nikoma. Alhamdulillah, tumejaliwa walisehma jizo na maaa watoto hawa kwa zaidi ya mia myenyweni vitabu wote kama amepata. Tunashukuru watoto, mashaallah wameshapata vitabu, jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu awalipe nyote mlioshiriki katika hii. Inshallah kwa hakika watoto hawa wanaweza kukipata Leo siku Jumamosi tarehe ishirini na nne mwezi wa nane elfu mbili ishirini na nne nimejaribu kutembea almadrasa musalla.

Jumamosi, tarehe ishirini na nne mwezi wa nane, elfu mbili na ishirini na nne Alhamdulilah, tumejaliwa kutembelea Madrasatun Nuur ambayo katika kijiji cha Mikoma wilaya wapi, wilaya Kilwa. Alhamdulilah, kata Pande tumejaliwa kualetea majizimu na masafu. Mwenyezi Mungu awalipe kheri nyote, ambao mmeshirikia Amin.